Karibu katika channel ya Feaboy TV. Aa, katika video hii nitakuonyesha tangazo hili la nafasi za kazi, na hii hapa ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, halmashauri ya wilaya Pangani. Tangazo la nafasi za kazi: mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Pangani amepokea kibali kutoka kwa katibu mkuu, Ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora kilichoandikwa kilichotoa idhini ya utekelezaji wa nafasi za ajira mpya katika ikama ya mwaka wa fedha 2024 2025 chenye kumbukumbu -kumbu namba FA97/228/01/A/25 cha tarehe 29 Aprili 2025, hivyo anapenda kuwatangazia Watanzania wote wenye sifa kutuma maombi ya kazi katika nafasi zifuatazo. Dereva daraja la pili nafasi saba. Sifa za mwombaji: mwombaji awe na cheti cha kidato cha nne form 4 na leseni ya daraja hii au si ya uendeshaji wa magari ambayo amefanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka moja, bila kusababisha ajali. Awe amehudhuria mafunzo ya msingi ya ufundi stadi VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Kazi na majukumu: kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari. Kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali ya kazi. Kufanya matengenezo madogo madogo ya gari. Kukusanya na kusambaza nyaraka mbalimbali ngazi mbali. <coughs> ya mshahara kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya serikali TGSB. Mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili nafasi tano. Sifa za mwombaji: awe na elimu ya kidato cha 4 form 4 au cha 6 form 6 na amehitimu stashada au diploma ya uhazili au cheti cha NTA level 6 ya uhazili. Aidha awe amefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno 80 kwa dakika moja, na kupata program za kompyuta za ofisi kama vile Word, Excel, PowerPoint, internet, email na publisher kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na serikali. Kazi na majukumu: kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida na siri, kupokea wageni na kuwasilisha shida zao na kuwaelekeza wanapoweza kusaidiwa. Utatoa mijadala na nyaraka zinazohitaji katika utekelezaji wa majukumu ya kazi. Masharti ya jumla kwa waombaji. Waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye umri usiopungua miaka 45 na umri usiopungua miaka 18. Waombaji waambatanishe cheti cha kuzaliwa. Waombaji waambatanishe maelezo binafsi yanayojitosheleza detail CV, reference na kuaminika, anwani namba za simu za kuaminika, pamoja na majina ya wadhamini testimonial, provision result, statement of result, hati ya matokeo ya kidato cha nne na sita havikubaliki. Waombaji wote wapeleke picha mbili passport size ya hivi karibuni, katika ukurasa wa ajira poto Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe mbili Juni elfu mbili na ishirini na tano. Muhimu: kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa Mkurugenzi Mtendaji, Halmashauri ya Wilaya Pangani, slp 89, Pangani. Maombi yote yatumwa kwenye mfumo wa kielektroniki wa ajira recruitment portal kupitia anwani ifuatayo. Anwani hiyo pia inapatikana kwenye tovuti ya sekretarieti ya ajira na kuingia katika sehemu iliyoandikwa recruitment portal. Imetolewa na Charles Ifusi, mkurugenzi mtendaji, Pangani.